Ala, <coughs> uh, katika kufuatilia e, <coughs> jina Mpombwe asadikiwa, kijiji hiki kilikuwa Manyatwe. Kuna mzee mmoja alikuwa anaitwa Manyatwe ale magharibi ya hapa kama kilomita tatu nne, na yule mzee alikuwa na watoto wawili mmoja alikuwa wa kike aliyeitwa Mpombwe na mwingine alikuwa wa kiume aliyeitwa eh, Kasigiri. Kasigiri alikaa pale Ibaya lakini, huyo mtu inasadikiwa kwamba hakuwa mkarimu, wakati wasafiri wanapita barabara hii au bado kutoka Kitunda kwenda Tabora wakiwa na nta, karanga na kila kitu kufuata masoko. Sasa yule Kasigiri pale Ibaya hakuwa na wapen, nani, wapokea vizuri, kwa hiyo watu kwa Wanyamwezi wakasema Ibaya. Walipokuja Waarabu wakashindwa kutamka ila ya wakasema Ibaya. E, na huyu Mpombwe yeye alikuwa mwanamke na alikaa hapa chini tu, tukitoka hapa kama kaskazini kama nusu kilomita kuna mahame yake na miembe ipo mingi, ambapo ilipo sekondari leo. Yule mama alikuwa mkarimu wanapokuja sasa. Kwa hiyo wale watembeaji wa biashara zile wakaona kituo kile ni kizuri, kwamba kuja hama Mpombwe, tutakwenda kwa Mpombe, ilikuwa jina lake. Sasa Warabu walipokuja kutamka Mpombe wakasema Pombwe. Warabu ndo walisababisha kwamba kijiji kikiitwe Mpombe. Sasa baadaye watu walihama, wakawa kule Mwanakatwe ambapo ni kempu ya komuti ya wakati ule, na hapa pakabaki kama mahame, hakuna watu walipojiunga sasa, kugundua kilimo cha tumbaku au kuamua kulima kilimo cha tumbaku. Kwa hiyo wataalamu walikuja wakasema kwamba ili mweze kupata eneo zuri la kuzalisha kilimo cha tumbaku io, wakaja hapa wanapoitwa Mpombwe, na ndio maana utakuta hata ile barabara inatoka stendi kwenda mpaka Igigwa ilikuwa ni palio la tembo, walikuwa wanatoka Nyahua kwenda mpaka Mtondi sasa e palio kwa sababu tembo wanapita kwa kunyoosha, ndio mpaka sasa waliitumia kama barabara ambayo ndio ipo mpaka sasa kutoka Mpombwe mpaka Ivii. Kwa hiyo kwa ufupi, mtangazaji, jina Mpombwe historia yake ufupi ni hiyo, kwamba ni jina la dada yetu ambaye aliitwa Mpombwe. Sasa mwarabu wakasema Mpombwe kwa sababu alishindwa kutamka Mpombwe kama Wanyamwezi.